Kaka, nina njaa, naomba unisaidie. sanjana mazingira haya, kuna njaa tu au kuna tatizo lingine? Ni njaa tu kakaangu, naomba unisaidie tafadhali. Unaonekana wewe mgeni ki kijiji hiki. Ndio, mimi ninatokea kijiji jirani hapo. Sawa, mimi nika kwenda kuchukua chakula. Vipi, tunaweza tukuongozana au utanisubiri hapa? utanikuta tu hapa. Yaani kama dadako atakubali utamshawishi akikubali. Kwanza cha kwanza hapa nataka nibadilishe. Pale mtaani unapokaa ndani mbele piga board kila kitu ya yani mjengo na ubadilisha kama nilivyokuambia. Sawa, mahali natoa laki milioni tano. Sawa, hiyo mahali na kwenye barua, yani masomaji nkutaa na laki hizi

Samahani nimekuletea chakula hapa. Asante. Basi kula.

Mimi namjua, acha. Nitapasuka, nitapasuka. labda nimfungie. Nitapasuka. Asante sana. Usijali, nashukuru sana. Nilikuwa na hali mbaya, sasa hivi naweza kwenda hata nyumbani. Usijali, sisi binadamu tumeumbwa kusaidiana kwanza. Ah, unaondoka vipi sasa? Ha? Hani. Naenda nyumbani, ni usiku sasa hivi, nahitajika ndo nyumbani. Sawa, unaenda nyumbani vipi? Hmm. <laughs> Hazipasi ufanye hivyo, bado ni mapema sana uka tayari mnifanyie mambo ya ajabu. Hapana, hapana, hapana jomba ni mama <coughs> <coughs> Mjomba, sije kuweka hata chai leo, ndio ujiulize kuna nini mpaka unanikumiminia chai. Na mimi nashangaa leo. Eh, wewe shangaa tu mjomba, una habari gani? Hii chai ina wema iko kweli mjomba. Haina wema inasepetu. Kwenye hii sasa familia kuna neema inaingia mjomba. Kwenye pita pita yangu hii. Oh, nimekutana na mdosi huyo mjomba. Oh, mtu wa kike ni dili kabisa. Ah, mjomba. Kwanza unajua barua anataka kutoa shilingi ngapi? Yani ile la barua, unajua anataka kutoa shilingi ngapi? la barua kadi ile, pap. Tukimkubalia tu barua tutaga swift hamsini. Swift ngapi? anatoa mia. Hizi hapo kwanza kwene swala hilo la hela, kwanza hilo. Sasa mjomba kutokana na mimi kidogo bilioni 5 bilioni 5. Mjomba milioni tano kweli. Yeye hiyo hela mjomba. Mjomba ina maana wewe jamaa kija hapa maisha yetu yanabadilika. Wewe ukujua kujua naika tiles chini single board. Ni yeah. Maana nakwambia mjomba wewe chizi. Sasa ucho kiongea umeongea kitu gani hapo? Asini sasa nikajitwa mjomba tiles mjomba uchi zangu kwapi? Ah, hujua wewe milioni tano unapata ngapi mjomba? Mimi kwa upendo wangu mjomba. Kama naudisha shukrani nakupa laki tano. Wewe laki La, tano milioni tano. Hey. Ukalipa mimi laki tano. Nimeisha panga biashara zangu hapo. Kuna hela hiyo hela ye, hiyo hiyo. Asa, wewe kujua mjomba, kuna hela inakuja mpaka pange biashara mjomba. Mimi sina mahitaji ile mezani. Ah. Mjomba sikiliza basi. Yule Leila mimi alikuwa kwa ba barabara -ba watu kwa Mimi makofi mangumi mjomba, uko ndani tu. Akiuma aliumwaga yote yake mkagala, nakumbuka ule. Nilitoa shilingi ngapi, 8000? Unakumbuka 5000 kwa kuna shida wa gani lazima, sijui 2000 kwa kuna shida gani ile 8000 unajua kwa biashara gani mjomba, simtaji wangu michongo yangu nikatoa mtaji ili ndugu yangu ni hapo naosha kutoa nini, mjomba? Sasa, mjomba hasa Usha eh. Mjomba ushapiga mahesabu yako, hizo hela ziko wapi kweli, mjomba? Hapa tunaongea banki hizo, mjomba, hizo nimekwambia hizo. Watu wanasemaga akili nywele, lakini wewe unaona msitu tu kichwani kwako. Jamani, tumeitana hapa kwa ajili ya mwenzetu zuu. Mnajua wote kitu kilichotuleta hapa duniani zuu Unajua kabisa umekuja hapa duniani kufanya kazi, lakini umeenda kinyume kabisa. Umeukosea uongozi wetu wote na sisi pia. Kwa nini umemua yule kijana? Naombeni munisamee wakuu, alitaka kunibaka mi bwana. Kama kawaida yangu, mtu wa habari njema tu huyu mtu bwana. Katupatia mtu wa kutuheshimisha hapa kwetu. Katokea mtu aanza kuleta barua mm hapa. -hmm. Kwa muda wote mjomba. Bwana. Kapatikana mkwe wako sasa. Huyo mapesa. Barua mahali vyote anatoka wakati mmoja ma... Oye wewe wewe. Kwa so muda wote inabidi aolewe. Pamoja na yote kumbuka wewe sio binadamu wa kawaida. Ulikuwa una uwezo wa kujitetea kivyo vyote vile. Naombeni mnisamehe wakuu. Haitojirudia tena. Hapana, ni lazima uwajibishwe. Tuliweka makubaliano ya kazi, kila mmoja asimame kwenye majukumu yake. Kwa nini unaenda kinyume? Mimi na nafasi hizi tatu baba, mimi mama, mama mimi mjomba, mjomba mimi yaani, mimi vyote aha, kila kitu mjomba, yaani ilo swala hilo mimi, sitakuolewa utakuolewa, si anajua kama mimi. Kwa nini kaka, si anajua kama mimi nina mtu wangu? Mjomba. Okay. Huyu mdogo wako tumia busara, alafu we mkubwa sasa, usio kama unamtisha, mweleweshe. Unaye binadamu, tumpe nafasi, tumsikilize naye, au sio? Bwana usitumie asira. Jomba, huyu anataka kunichanganya wewe. Alafu wewe, nitakubadilikia, nitakutia makofi wewe, wewe ule mtu, mtu ana muda wa simamoshi tena, mtu wangu apatikana, mtu akutuheshimisha, mtu ana miela, mjomba eh, jamaa mjomba, ulikuwa unaweza kupotea pia. Lakini pia ulikuwa na uwezo wa kumsababishia pigo lolote ambalo lingeweza kumsababishia majeraha yake katika maisha yake yote. Basi ila tu tuachana nayo kwanza, nitakwambia baadaye tukikaa vizuri sawa. Alafu Pendo, usilie kaka, wajua Kiza kakangu anaweza akakufanya kitu kibaya akaenda sehemu nyingine, afu mi ndo, wewe unajua, namtegemea na akili zake unazijua alivyokupa muoni, hey. Kwanza shoga yangu hapo tu naomba unisamee, alikuwa shinikizo langu, ilikuwa shinikizo ana kwa tu, achane na hayo, ila nashukuru kwa kunishauri. Na yule muuni kweli, lisije likatokea la kutokea huko, yakaa mingine sio la kutokea la kutokea. Kakangu namjua, akili zake mara kukatiwa miguu hiyo. Hey, hey, mi mwenyewe mdogo wake ananizibua kisasa. Sawa. Ehe, mambo mengine. Sasa so, kwanza uombe nitakupa baadaye. Sasa uh-huh. So, oh, <laughs> tunaambie. Eh, si nimekwambia baadaye, kwa shida yako ni wewe nawe. Hapo <laughs> <laughs> kata kata hapo tu tule tu. Zile, oh, spoko. Oh. Yule kwa mfano mtu anaishi na dada yako. Alafu muni akiulizia barua barua, taratibu zinaenda vipi? Yani ile mikausho mikali, yani wala mahali yupo tu maali. Unajisikiaje yani? shida nini mkali? Mbona kama ile sikuelewi. Ah, nimekuuliza tu swali wewe. mm. Umembless mtu dada yako bwana, mwanangu, si domozege eh. Huyu hapa mzigo barua mm. alete mahali, alete afu kimya. Wewe unajisikiaje wewe, boy Kuanzia sasa hivi yani, kaa mbali na mdogo wangu. Nado, sitai kuamini. mzunguko wote huo, ina maana kumbe point yako ilikuwa ni mimi. Mzunguko wa nini? Wewe acha na ule dogo babu. Acha nikwambie kitu kimoja, mshikaji wangu, mimi siwezi kuishi bila mdogo wako, siwezi, na unajua kabisa mdogo wako ndio kila kitu katika maisha yangu. ah!

Ndiyo, yaani vita ndo kwanza mbichi na vita hiyo e, ni kwa sababu kaianzisha yeye, basi mi nitaimaliza. Lakini kwa nini wewe? hasa mpango wako ni nini? au uko upande gani hasa? kwa nini wewe hujui? siwezi kukubali kabisa. Basa nakwadi, mi nitakupambania na nitafanya juu chini kuhakikisha sikupotezi, na kwa sababu nakupenda basi nipo tayari kuface chochote ambacho kitakuja kwa ajili ya kunitanganisha mimi na wewe. Maamuzi ni yako, unipambanie au niache niende shafi. Kumbuka nakupenda. Fanya juhudi zote ili usinipoteze. Mm, unarusha kabisa. Hapa bongo hapa hapa bongo. Mhm. Huo kiaso vizuri vizuri. Mm-hmm, natoboa fresh ya natoboa kabisa bongo, sielewi mimi, naona bora nisepe tu hapa, unaona. Unaona? Siwezi, unaona, unaona <laughs> Zero. Yeah. amka asubuhi